Leo ni mwendelezo wa somo linalosema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. Maandiko yanayotuongoza ni katika Wagalatia sura ya tano na mstari wa kumi na nane. Galatia sura ya tano na mstari wa kumi na nane, neno la Mungu linasema tukiongozwa na Roho hatupo chini ya sheria. E, unaposoma maandiko utagundua kwamba Mungu amekuwa akiagana na watu wa vizazi tofauti kwa maagano ambayo ni kama yanatofautiana, lakini sio kwamba yanatofautiana, isipokuwa kila agano linalokuja lilikuja kama maboresho ya agano lililotangulia. Kwa hiyo tukiangalia vizazi tofauti ambavyo tutakwenda kuviangalia wakati huu, tutakwenda kuona kizazi cha Adamu na Eva, tutaona kizazi cha Nuhu kizazi cha wana cha wana wa Israeli na kizazi chetu cha agano jipya. Tutakwenda kuona jinsi Mungu alivyoagana na watu kwa namna tofauti tofauti, lakini utofauti ule ulikuwa katika maboresho. Utofauti wa magano hayo haukuwa katika kupingana wala kukosoana, ulikuwa ni katika ku, ku, ku, ku, kuboresha ili agano liweze kuendana na kizazi kilichofuata. Tukianza katika kitabu cha Adamu, katika kila agano Mungu alikuwa anaagana na watu kupitia mtu huyo. Mtu alikuwa anaitwa mjumbe wa agano. Tunapoanza katika kitabu cha kizazi cha kwanza, baada ya Mungu kuumba, ali alimwagiza Adamu akamwambia, Mungu aliagana na Adamu akamwambia E, miti yote na majani yote yatakuwa ndiyo chakula chenu, lakini katika kipindi hiki cha cha agano la Mungu na Adamu na Eva Mungu aliwapa marufuku moja. Kosa lao kubwa ilikuwa ni kula mti wa ujuzi wa mema na mabaya, lakini katika upande wa vyakula hakuna chakula ambacho Adamu alikuwa amekatazwa. Adamu aliruhusiwa kula vyakula vyote isipokuwa isipokuwa alikatazwa kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Lakini pia e, baada ya watu kuendelea kuongezeka, ukisoma Mwanzo sura ya sita pale, baada ya wanadamu kuendelea kuongezeka na dhambi pia zilizidi, Mungu akaangamiza kizazi hicho cha uzao wa Adamu, kikaangamia kwa gharika. Ukisoma sura ya sita pale paka ya nane utaona, baada ya Mungu kuangamiza kikaja kizazi cha Nuhu kilichoanza na, na watu nane. Mungu akaagana na kizazi hicho kwa mara nyingine tena, na ukiangalia jinsi alivyowagana na kizazi cha Nuhu ni tofauti na alivyowagana na Adamu. Akawaambia wale wa kizazi cha Nuhu kwamba ninyi mnaweza kula nyama hakuwakataza kula mimea na majani kama alivyoagiza Adamu, lakini akawaongezea kwamba mnaweza kula na nyama, isipokuwa damu msile. kwa akawaruhusu vitu vyote kwa Adamu. Adamu na Eva pamoja na watu wote waliofuata katika kizazi kile hawakuruhusiwa kula damu, lakini tunaona katika agano la, la hawakuruhusiwa kula nyama nyama yoyote waliruhusiwa kula wale miti tu matunda majani. Lakini kizazi cha Nuhu anaambiwa kwamba yeye ana uwezo wa kula nyama bila tatizo. Kwa hiyo hayo tunaona ni maboresho. Baada ya kizazi cha Nuhu, Mungu akaliboresha lile agano hilo agano na Adamu na Eva, akaliboresha kwa namna ambayo litawafaa tena watu wa kizazi cha Nuhu, kwa hiyo we kizazi cha Nuhu hawakuambiwa tena kwamba wasile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, maana kwa baada ya Adamu kula wanadamu wote wakawa wamesha kula tayari hiyo hai. Kwa hiyo kizazi cha Nuhu hawakuambiwa tena kwamba msile tunda la ujuzi wa mema na mabaya, lakini wakaambiwa wasile nyama pamoja na damu wala wasile damu, na sababu kubwa iliyo iliyowafanya wao wasile damu ni kwamba Eh, damu ni uhai eh, Adamu na Eva katika ile sura ya kwanza, sura ya kwanza mstari wa ishirini na nane mpaka wa thelathini tunaona kwamba yeye pale ameruhusiwa yale majani yote, lakini ukisoma Mwanzo mbili kumi na saba amekatazwa kula tunda la ujuzi wa mema na mabaya. Kwao walikuwa na kosa moja tu katika kipindi cha Adamu na Eva. Lakini tukija kipindi cha Nuhu ukisoma Mwanzo sura ya tisa kuanzia mstari wa kwanza mpaka wa sita utaona kwamba katika kizazi cha Nuhu, kipya kinachofuata baada ya kizazi cha Adamu, Mungu anaagana nao tena upya. Anawaambia pale kwamba wao wanaweza wakala hata nyama, lakini wasile damu. Lakini bado wanadamu wanapoendelea kuongezeka wanadamu maovu yaliendelea kuongezeka tena. Ukisoma Mwanzo kumi na nane mstari wa ishirini unaeleza kwamba maovu ya wanadamu yaliendelea kuwa mengi, na ndio maana Mungu akaamua ku, ku, ku, ku, ku- kuharibu akaamua ku, ku, kuangamiza watu kwa, kwa Sodoma na Gomora. Akateketeza Sodoma na Gomora kwa moto kwa sababu ya maovu. Baada ya kuteketeza, tunaona Mungu anamwita ana ana Ibrahimu tena. Ibrahim ndo mwanzilishi wa kizazi cha wana wa Israeli, anamwita Ibrahimu. Lakini wana hao wa Israeli Mungu anaagana nao tena, anafanya maboresho tena katika agano ana, tunaona pale analeta, analeta amri nyingi, tunaziona hata zile amri kumi zimekuja kipindi cha wana wa Israeli hayo uh, wana Israeli wanaambiwa msiue, msiibe, usizini, ikumbuke siku ya Sabato, us, usitamani mali ya jirani yako, usiabudu sanamu. Tunaona makosa mengi yanaongezeka, lakini hayo makosa yote, kuabudu sanamu, kuua, kuzini, hayakutajwa katika kizazi cha Adamu wala hayakutajwa katika kizazi, kizazi cha Nuhu, lakini yamekuja kutajwa katika kizazi cha wana wa Israeli hayo yote ni maboresho. Haina maana kwamba ile agano la Mungu na wana wa Israeli lilikuwa lina lilikuja kupinga agano la Adamu na Eva? Hapana. Au lilikuja kupinga agano la kizazi cha Nuhu? Hapana, ila lilikuja kama maboresho. Lakini pia tunaona katika kizazi hiki cha wana wa Israeli kuna baadhi ya viumbe wanatajwa kwamba hawatakiwi kuliwa, lakini kat, eh, kipindi cha Nuhu walikula wanyama wote, hawakuchagua. Lakini tunaona katika kizazi cha wana wa Israeli hiki ukisoma ile mambo ya Walawi sura ya kumi na moja yote utaona pale Mungu ametaja viumbe vingi sana, amewaagiza wasile vitu ambavyo kwa Adamu halikuwa kosa, kwa Nuhu halikuwa kosa. Kwa hiyo ili agano pia la, ili, la wana wa Israeli au Torati ndo agano la Mungu na wana wa Israeli, tunaliita kama maboresho, lilikuja kwa ajili ya maboresho ya maagano yaliyotangulia. Tunaona tena katika Yeremia sura ya 31 kuanzia mstari wa 31 Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba ataagana na watu kwa mara nyingine tena kwa agano jipya, na anawaambia tena hilo agano jipya halitafanana na Torati. Kwa kila kizazi Mungu alikuwa anaagana na agano tofauti ambayo ni maboresho la, ya, ya, ya agano linalofuata na hilo agano linalofuata sasa ndio hilo agano jipya Ambalo Yesu ndo mjumbe. Mjumbe wa gano wa Torati alikuwa ni Musa na mjumbe wa, wa kizazi cha Nuhu alikuwa ni Nuhu na mjumbe wa gano jipya ni Yesu Kristo. Ambaye naye tunaona kwamba nasema, tulisoma katika kitabu cha cha Mathayo sura ya tano mstari wa 17 na 18 kwamba Yesu naye hakuja kupinga Torati, alikuja kuitimiza. Kwa hiyo ulikuwa ni utaratibu wa Mungu tangu Adamu mpaka kizazi kizazi, kizazi chetu cha agano jipya kwamba Mungu alikuwa akiagana na watu tofauti wa vizazi tofauti kwa maagano tofauti, na ukija katika ag agano letu jipya pia utaona mambo mengi yamekatazwa ambayo hayakukatazwa katika Torati na mambo mengine yameruhusiwa ambayo hayakuruhusiwa katika Torati na ukiisoma Mathayo tano kuanzia mstari wa mstari wa ishirini na nane Mathayo tano ishirini na nane utaona utawona mambo baadhi ya mambo ambayo Yesu alikuja kuyatimiza. Mungu akubariki sana. Tutaonana katika kipindi kijacho, endelea kunifuatilia, tutaendelea kujifunza mambo mengi kama na swali waweza uliza.